yani kwamba sina. Hello everyone, karibuni tena kwenye episode ya kumi na tatu ya Bongo Bila Borders na uh, tumefurahi sana kurudi tena baada ya a very long break na uh, tunatarajia kwamba kila mmoja wenu yuko salama na Mungu anaendelea uh, kutubariki. Uh, karibu sana. Asante, nimefurahi kuona nini nime tena, na tunaomba samahani kwa mapumziko marefu, lakini tumejiandaa vizuri na tuko tayari kutoa vipindi mbalimbali yes. Na wiki hizi zinayo zinazozinazofuatilia kuja Uh, na leo tuko hapa tunaongelea swala moja ambalo linaitwa lugha, ndio lakini sio lugha peke yake, tunaongelea actually inaitwa language and identity, kwa hiyo ni lugha pamoja na utambulisho wa mtu mm -hmm. uh, namna ambavyo lugha inaweza ikakutambulisha kwa watu namna ambavyo lugha inakupatia a little bit of uh, uh, a position kidogo uh, kwa mfano mtu ukijua lugha mbili na mwenzako anajua lugha moja uh, namna hivyo vitu vinavyowatenganisha. Kwahiyo ndo kitu ambacho leo tutakuja tutakuwa tunakiongelea uh, kuna yeah. Alexa, uh, uh, tuna nini leo kwenye upande wa icebreaker? Leo tuko na icebreaker mbili kwa sababu zinaleta furaha. Kwa hiyo icebreaker ya moja ya kwanza itakuwa je, unapenda ungependa kujifunza lugha gani? Mimi uh, mi, aba, mimi napenda kwanza kabisa, napenda lugha yangu ya Kiswahili. <coughs> I believe ni lugha nzuri ambayo imetumika na inaendelea kutumika East Africa pamoja eh, pamoja na duniani sasa hivi, lakini pia anajifunza kuendelea, na napenda kujifunza na kuendelea kujua lugha ya Kiingereza pamoja na Kifaransa. Ushakijua wachana Kiingereza sasa basi, napenda kujifunza Kifaransa pamoja na Kiingereza. Lakini hata mimi ukiniuliza, mimi nitasema bado mimi najifunza Kiswahili.

No, lakini si unasema Sunday? A, okay. Mimi ningependa kujifunza Kiswahili pamoja, nitaendelea masomo yangu ya Kihespania, lakini nimeshajua msingi wa Kiswahili na

Kwa sababu sielewi, mbona sijui, lakini la, ni lazima nijue kwa sababu ni mizizi yangu, sema lakini ni mi, uh, mizizi yangu lakini <laughs> nahisi nitapata ni nafasi fasi yeah, so, ni Kiswahili ni Kiingereza, uh, Kifaransa pamoja na Kikorea. mm -hmm. Wewe ni Kiswahili, Kikorea, Kiitaliano na Spani. mbona tunafikiria lugha ni muhimu? Mimi nafikiria kwamba kwanza, when it comes to interaction with

Uh, ya mm-hmm. So, heo, heo, kwa hiyo ilikuwa icebreaker, na tukianza mada yetu ya leo, labda tuanze na Alexa. Alexa, tuambie kidogo lugha ya Kiswahili uh, imekusaidia nini sasa, au imekupatia advantage zipi ulipokuwa na unavyoendelea kuwa? Ah, okay. Uh, kwanza kwa sababu hakuna watu wengi wanaoongea Kiswahili wanaofanana na mimi nasikia kama mimi ni nadra. Uh, lakini hisia hii imepunguza kila mwaka ikiwa hapa Afrika Mashariki, kwa sababu nimeona watu wengi wamekuja, wame na wameshakijua wame Kiswahili. Kwa mfano wazungu kutoka Ulaya au uh, bara la Asia wanakuja na wanaongea tu fresh na hii nadhani ni muhimu sana kwa sababu inapunguza uh, inapunguza nadra yangu uh, kwa hiyo watu wanaweza ku kuniangalia na wanaona mtu kawaida tu, sio haya, mam, haya mambo ya wazungu oh, wazungu, wazungu. Nadhani imeanza kupunguza kwa sababu hasa Watanzania wameona kumbe utamaduni na lugha yetu imesambazwa sana duniani na hii ni muhimu kwa sababu inafungua nchi nadhani, I'm trying to say, like it opens the country so that wazungu wanaskia kama wamekaribishwa zaidi ya wenyeji wanaongea Kiswahili, halafu wazungu wanaongea lugha yao. Na hii ni muhimu hasa kama unataka kuishi Uh, Tanzania au Afrika Mashariki kwa uh, sababu unasikia kama unaweza una kuongea na mtu yoyote, na mawasiliano ni muhimu sana, ni msingi wa jamii uh. Na, na, na kwa kweli ukiongea Kiswahili unaweza kujua majirani yako, mtaa wako, na wanakujua wana wanakufahamu na wanaweza kukusaidia na kila jambo. <laughs> really uh, yeah, so mimi napenda Kiswahili na kuweka jitihada za kujifunza ni mara nyingi sana. I don't want us to speak English, ukiniambia to speak Kiswahili

Wewe we, labda um, unatafuta kazi labda um, yeah, unaenda kutafuta kazi kwenye shirika la shirika maybe la Kimarekani au mm anendio -hmm. Ya, ya Marekani ambao wanatafuta wana, wana, mtu ambaye anaweza aka, aka, aka, akafanya kazi na watu wa Tanzania, sawa mm -hmm. Wewe unaenda pale huko na experience ya English una una- unakijua Kiingereza pamoja na Kiswahili. Sawa. mm -hmm. Alafu mimi naenda pale na najua Kiswahili pamoja na, na, na, na, na my mother ta chukuli mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo mimi swali langu ni kwamba unapofikiria, wewe ni nani ambaye atachukuliwa kwa urais? Nadhani mimi ningechukua kwa sababu najua Kiswahili na ni lugha lugha la rasmi ya nchi. Pia naongea Kiingereza na bado watu wanaona Kiingereza kama lugha ya kwanza duniani, au lugha ambayo imesambazwa duniani nzima. Kwa hiyo watichukua mimi na nani, hasa nikiwa na uzoefu wa kutosha. Uh, lakini kwa mfano ni mimi naongea Kiswahili na Kiingereza, halafu mtu mwingine anaongea Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa au Kiarabu, watumchukua yeye kwa sababu itan wata, kwa sababu ndani ya Afrika Mashariki au Afrika kote kuna nchi ambazo zinaitwa francophone wanaweza kuongea na francophone countries au kufanya kutafsiri kwa nchi nyingi Ulaya, kwaio nadhani itakuwa hivyo. Yeah, mimi pia nafikilia hivyo kwa sababu kama tulivyosema, ukiwa ukiwa na uki na ukiwa unaongea lugha tofauti tofauti unapatia advantage kubwa ukiwa unaenda kufanya applications za kazi, hasa kwa sababu nowadays tuna uh, organizations nyingi <coughs> ambazo zinatafuta watu ambao wako multi-talented especially kwenye sehemu ya lugha. Ukiwa unaweza kuongea lugha mbalimbali, na kusaidia wewe kwenye kupata hizo nafasi za kazi, hasa wewe unafanya kazi au uko ndani ya uhusiano wa kimataifa, siasa, diplomasia, mambo kama hayo, itakusaidia sana au biashara ya kimataifa itikosaidia sana lakini pia kama ukizingatia ratiba yako na unataka kuchagua okay, nita kuchagua lugha zipi utajifunza uta itiko muhimu, una chagua lugha ambazo zina zinatokea bara mbalimbali. Kwa mfano mimi lugha ya lugha ya mama au lugha ya kwanza ni Kiingereza.

amesema kwamba Kiswahili kimeathiriwa na, na lugha za wakoloni wengine, kwa mfano Kireno, Kihispania, Kiarabu na kadhalika, lakini msingi wa Kiswahili ni bantu language, ndiyo maana inafanana sana na other bantu languages. Sawa, so, nimeitambua kufanya hivyo halafu uh, kisha nikijifunza lugha nyingine itakuwa kutoka bara lingine. your strategy is kwa sababu you cover all the uh, continents and that's a lakini pia wewe unajifunza international diplomacy, nilikuwa nataka tu tuambie kidogo kwenye

hata watu wanaongea Kiingereza kama lugha rasmi ya nchi uh. Kwa mfano hapa Tanzania wanasiasa uh, ukiongea Kiswahili atamaanisha kitu kingine, aki, akibadilisha lugha na akisema kwa Kiingereza. Kwa hiyo pia ni ni muhimu pia ni sababu uh, sababu nyingine uh.

kuongelea kitu uh, kama uh, translators mm -hmm. Hiyo pia ni kujua lugha tofauti tofauti, na kusaidia kupata hizo opportunities uh, kwa labda a translator, kama unajua maybe Kiswahili na like Kiingereza when it comes to uh, uh like hizo organizations, so labda na viti kama na vitu kama hivyo, wewe unaweza ukachukuliwa kama translator wa kwenda ku translate hizo lugha tofauti tofauti kuna maybe diplomats ama watu wamekuja pale wa nchi tofauti tofauti, maybe wengine wanaongea Kifaransa, wengine wanaongea Kiingereza, wengine wanajua Kiswahili. Kwa hiyo kwenye zile translation media we unaweza ukawekwa pale kwa ajili ya kufanya translation. Kwa hiyo hiyo pia ni opportunity ya kujua lugha tofauti tofauti. Pia inaweza kukusaidia tena kazi ndogo ndogo mtaani au barabarani na wazungu ambao wanakuja hapa kila siku na hawajui Kiswahili, unaweza kuwasaidia. Sio kwamba ni kazi rasmi, kama unaweza no kuomba hela wow, lakini unaweza no kuwasaidia kama majirani, kama urafiki. Unaweza no kama unaongea Kiingereza, unaweza kuwaguza like

watu mbalimbali. Kwa hiyo ni, ni vizuri kujua lugha tofauti, lakini pia uh, kwenye the other side of it tu tusiwe na ile mentality kwamba mimi ni Mtanzania na uh, maybe sijui Kiingereza and I feel like uh, yaani kwamba sina thamani. Hiyo mentality sio mzuri. Kwa mfano kama alivyosema Alexa, watu kama Russia, watu kama wa China, yaani wao wasipojua Kiingereza, it is not something, it is not an issue to them, kwa sababu they value their own language. Yaani wana wana wanataka wa kuendelea kuongea lugha yao, ndio maana Kiingereza kimekuwa Yeah. Yeah. Kwa sababu wamesisitiza hapana, naongea tu Kiingereza. Kwa hiyo ni muhimu sana ukisema, hapana, naongea tu Kiswahili na hii iko sawa, au naongea Kiswahili na lugha ya yeah. yeah. mama um, iko tu sawa, hamna shida. Ndio maana Tanzania ni mfano muhimu sana duniani kuwaonyesha watu kwamba lugha za kiasili bado ziko na nafasi yeah. kwa biashara, kwa siasa kwa chuo uh, kikuu cha ulimu na kile kitu uh, kama hicho. Yeah, ko tuendelea kujivunia lugha yetu ya Kiswahili na tuendelee kuipambania, maana Kiswahili kinavuka boda sana. Ndio tuendelea kukiongea, tuseme tu kwamba mm -hmm. huyu ni, yamaana, saa, uh, ni tu tu bamba, ah, oh, mzungu sijui nikienda safari fulani nisipojua Kiswahili na najisikia vibaya ye mwenyewe wajui lugha yako mm. kwa hiyo wewe ukijisikia vibaya, unafikiri anajisikia una yeah? Tu, tu tuwe na ile uh, tuweke value kwenye lugha yetu ya Kiswahili ukijua ukiongea, lakini pia uh, kwa uh, Gen Z, ama this age of young people ni vizuri kujua lugha lakini pia sio vibaya kuwa na ile kuwa uh, na ule uzalendo wa lugha yako ya Kiswahili.